Tuelekee kaunti namba kumi sasa ambapo ni afueni kwa wasichana waliotoroka ndoa za mapema katika eneo katika kaunti ya Marsabit kufuatia hatua ya kupokezwa vifaa vya kuanzisha biashara kama vile ususi na biashara nyinginezo. Pia wasichana hao wameshirikishwa kwenye mpango wa utoaji elimu ya kiufundi katika juhudi za kukomesha mila zilizopitwa na wakati. Loyangalani kaunti ya Marsabit, makumi ya wasichana wamekongamana katika kikao cha hamasa. Hii ni baada ya kushiriki mafunzo ya ufundi kwa miezi sita katika chuo cha kiufundi cha Laisamis kaunti ya Marsabit na kufuzu. Baadhi yao ni wahanga wa ndoa za utotoni it to to uh, baadhi wakisimulia kupitia madhila za ndoa za utotoni, wameridhia hatua hiyo kama itakayowezesha kujimudu kimaisha na kupiga teke uchochole na ndoa za utotoni zinazozima ndoto ya wa wasichana wengi wafugaji. Hapo awali tulipewa ndoa ya mapema. Sasa ndipo tukapata sponsor, ukatupeleka polytechnic ya Loyangalani tukasoma 6 month tukamaliza. Sasa tumepata vifaa ya kuanzisha naye biashara, na hizi vitu zitasaidia kujenga maisha tuyo, maisha mazuri, tusaidia wazazi tuna mahitaji tupate mahitaji madogodogo katika jamii ya Loyangalani. Changamoto kubwa tunayopitia ni ndoa za watoto, tunajua sana hao kupitia kwao, pia watu wengine ambao kwa nyumbani wataweza kuona kila kitu kinawezekana. So mimi nawatakia tu kila laheri katika maisha yao. Wasichana hao wanapokiri kufungua kurasa nyingine maishani, wazazi wanaombi, kama ni watu wa saluni, weka mali moja kama watu ile sharani awaike mali moja. Hiyo program asome hiyo kasi. Aa, e, wale ambaye ajaenda aende tena asomee na asiaribike tena, wengine aendelee. Napigia salivichwo na sanji, kwa sababu amesaidia watoto wetu, akapeleka shule, kwa sababu karibu watoto akuwa wajinga kwa ndani ya nyumba. Narudishia asante. Mungu asaidia alificha. Sasa ataendelea biashara yawa ajisaidia naye. Zaidi ya wa wasichana 50 wamepokezwa vifaa mbalimbali na mashine katika juhudi za kukomesha ndoa za utotoni maeneo hayo ya wafugaji. Hii inawezesha wasichana hawa kufungua kurasa nyingine maishani, kurasa ya kujitegemea upya baada ya kupoteza tumaini awali kupitia mila katili ya ndoa za utotoni. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, eneo la Loyangalani, gatuzi la Marsabit.